Najua ndani ya wiki hizi mbili utakuwa umesikia sana stori ya Jeffrey Epstein kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Hadi media kubwa kabisa zimekuwa zikimzungumzia Jeffrey Epstein, ambako Marekani imerelease file zaidi ya milioni tatu, yani kuna nakala zaidi ya milioni tatu zikiwemo video, picha, sauti, email messages na maongezi ya simu pia. Sasa kwenye hizi nakala kuna nakala za video na picha zikiwaonyesha watu mbalimbali maarufu duniani, mabilionea duniani, mpaka Donald Trump yupo kwenye nakala hizo akiwa anaonekana. Yapo yeye mwenyewe Trump aliwahi kukataa kwamba hausiki na hajawahi kwenda kisiwani. And by the way, I never went to the island. I never had the privilege of going to his island. Uh, and I did turn it down. video hizo zimekuwa zikiwaonyesha watu hao maarufu na matajiri duniani mabilionea kifanya unyanyasaji unyanyasaji wa kingono kwa mabinti wadogo kabisa chini ya miaka kumi na sita wengine wakiwa na miaka kumi tisa imekuwa ni kawaida wao wakiwafanyia hivyo, lakini pia kuna video na picha ambazo zinaonyesha wakiwa wanakula nyama za watu. Yes, wanakula nyama za watu na wanakunywa damu fresh, damu sana sana wanakunywa damu za watoto na nyama za watoto, lakini hata watu wazima pia walikuwa wanawanywa damu na wanawala vilevile vile. Yes, ni hao watu maarufu mabilionea wakubwa duniani. Kuna baadhi ya watu walishawahi kuliongelea hili swala, kuna baadhi ya watu walishawahi kulizungumza kutoka Hollywood, wengine ni wasanii wa mziki, wengine wasanii wa, wa filamu washawahi kutaka kulizungumzia miaka ya nyuma, ili jambo wakawa wanapotea. Ukianza kulizungumzia unapotea. Mfano, Michael Jackson alishawahi kutaka kulizungumzia ili swala kuliweka wazi na kuna baadhi ya video zake ukiangalia, unaona kabisa anaelezea ili tupate uelewa, lakini tulikuwa hatuelewi nini ambacho anakimaanisha. Lakini alikuwa tayari ashaanza kutuweka wazi, kutuonyesha kwamba kuna watu ambao wanaishi duniani lakini hawako sawa na binadamu wa kawaida, wanafanya unyanyasaji wanafanya vitu tofauti na binadamu wa kawaida alivyo. Ndio sababu inayofanya watu wanaamini kwamba Michael Jackson aliuawa kutokana na hiki kikundi cha watu ambao walikuwa wamejificha nyuma ya mgongo wa Epstein kwenye kisiwa chake. Ukisikiliza simu ya mwisho ya Michael Jackson ambayo ameongea na Epstein, alimpigia simu akaongea naye na kuwekea hapo na wewe uweze kusikiliza walivyokuwa wanaongea, lakini nakupa tafsiri fupi ya vile ambavyo wamezungumza. Michael Jackson na alikuwa anamwambia, siwezi siwezi ku, ku, kujua kama naweza nikakwambia, ili sababu sijui nani atakuwa anasikiliza, inawezekana akawa ni mtu mmoja au kundi la watu ananisikiliza, lakini hawataki niwepo tena hapa. Umeona bwana Epstein akamuuliza, sikuelewi, niambie. Jamaa akamwambia Michael Jackson siwezi so, kuliongelea kwenye simu, sijui nini kinaenda kutokea, Mungu ndo anajua, hata ni short alafu aseme nimeje overdose. Kama unakumbuka hiyo kitu ambacho kimetokea hicho, nimeambiwa kwamba Michael Jackson alije overdose. Jamaa akamuuliza, Epstein akamuuliza, ni kina nani? Michael Jackson akasema sio serikali, ni zaidi ya serikali. So unakuja kugundua kwamba ni watu wenye nguvu zaidi kuliko hata serikali ya Marekani manake

Chana Michael Jackson, una huyu bibi hapa. Huyu bibi ameishi ame maisha yake yote kwenye mziki, kwenye sanaa, kwa ujumla uigizaji na kila kitu kinachohusiana na sanaa, industry nzima kwa ujumla, ameishi humo sana. Anaongea hapo na anasema kabisa kwamba ili mradi utoboe Hollywood, uwe star, uwe mtu maarufu na watu maarufu, na yeye ameshuhudia wanakula nyama za watoto na wanakunywa damu za watu fresh. Hii interview aliifanya ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Watu walimwona bi mkubwa amechanganyikiwa, bi mkubwa ana stress, bi mkubwa ashakuwa amepata bipolar, hayuko sawa, dishi limeyumba. Lakini kumbe bimkubwa alikuwa anatusanua, anatuambia kitu cha uhakika, kitu cha kweli kabisa, kwamba kweli ili mradi uweze kujua na kuwatambua watu wanaotuambia kwamba tusi, tusi, tusi, tusifanye mapenzi na watu wenye umri wa chini ya miaka kumi na nane ni kosa kisheria. Lakini wao wanafanya na watu wenye miaka tisa. Bi mkubwa baada ya kuelezea akuchukua muda mrefu, na yeye pia alipotea.

Didi alikuwa ni mshikaji wa karibu sana wa Epstein, paka kuna hotuba yake moja, speech yake moja, wakati anaongea kwamba wao ndo wanapanga kila kitu na wanaicontrol dunia. Wakitaka magonjwa yatakuwa magonjwa, wakitaka fujo itakuwa fujo, wakitaka kuwe kumepoa, kutakuwa kumepoa. Yaani yote ni kwa sababu walikuwa wanaona mipango yao ambayo wa wanaipanga kule na kuifanya jinsi gani, yes, yeah, ambavyo inaenda kwa sababu hata virusi vya COVID-19 ni mipango ambayo ilipangwa kwenye kisiwa cha Epstein, ndio kilicholeta maradhi ya COVID-19. Ipo kwenye mafaili ambayo yametolewa zaidi ya milioni tatu yanayohusiana na Epstein na washirika wake. Sasa je, huyu Jeffrey Epstein ni nani? Jeffrey Epstein alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1953, Brooklyn, New York Marekani, huko kwenye familia ambayo ilikuwa na maisha ya kati, haikuwa masikini kabisa, haikuwa tajiri walikuwa na walikuwa na asili ya Israel. Baadaye jamaa, baada ya bada, kumaliza masomo, alikuwa ni mzuri sana kwenye hisabati, alikuwa yuko vizuri sana kwenye hesabu na physics o akumaliza chuo, lakini alipata zari akapata kazi ya kuwa mwalimu kufundisha hisabati na physics uh, kwenye shule inaitwa Dalton School. Shule ilikuwa ni shule ya watoto yani tunasema kibongobongo ni shule za msingi, lakini ilipofika mwaka 1976 jamaa akafukuzwa kazi, na chanzo cha kufukuzwa kazi ilikuwa ni unyanyasaji wa watoto, inavyosemekana jamaa bwana. Baada ya kufukuzwa kazi, baada ya muda kidogo, watu wakashangaa jamaa ameajiriwa kwenye benki inaitwa Watu wakajiuliza jamaa, ameipata wapi elimu ya fedha? Yaani mambo ya fedha, yaani ya uhasibu, na ya kusoma popote ya kufanya chochote, amekuwaje mtu ambaye anaweza kufanya kazi benki? Na akaenda vizuri sana na benki, akawa anafanya kazi vizuri sana, na mabosi wakubwa, matajiri wakubwa wakawa wanahitaji kufanya kazi na yeye. Mwisho wa siku jamaa akaanzisha kampuni yake mwenyewe, ambayo kampuni yake kabisa, akasema kabisa, kampuni hii inadili na fedha za matajiri tu, nadili na mabilionea tu adili na watu wenye noti ndogo ndogo, anadili na mabilionea tu. Na aliwapata hao wa mabilionea swali? So, la kujiuliza hapo connection hizo mabilionea alizipataje? Kwa sababu alikaa benki kwa muda mfupi afu akaachana napo akaenda kuanzisha kampuni yake. Ina maana hao mabilionea alijuana nao kwa muda mfupi sana. Ah uh, uh, sasa Israel kuna shirika la ujasusi, shirika lao la ujasusi la Israel linaitwa Mossad. Sasa huyu jamaa kumbe kipindi kile alikuwa tayari ameshapandikizwa kwenye Mossad, kwa huyu ni jasusi, ni jasusi wa Israel ambaye yuko Marekani, amezaliwa Marekani, anaishi Marekani, bila wao wenyewe kujua kwamba huyu ni jasusi wa Mossad, anatumika na Israel. Kwa yeye, zile connection zote na vitu vyote alivyokuwa anavifanya vilikuwa ni kwa faida ya Israel. Kivipi? Yani ilikuwa ni faida na inaendelea kuwa faida kwao mpaka sasa hivi, kwa sababu umeona kama hapa ambako hizi dokumenti zote zimevuja na zimeachiwa, actually zimeachiwa, zimesambaa mtandaoni kila kitu. Ina maana Donald Trump mwenyewe sasa hizi anashindwa kuelezea chochote. CNN wamemwoji um, ongelea shiti, mtangazaji kamwambia we, mtangazaji ndio maana hujawahi kutabasamu siku zote unanuna tu na nini, kwa sababu hataki au maswali pia, kwa sababu yeye mwenyewe Donald Trump kwenye kampeni zake mwaka 2024 aliahidi kuachia hizi hapa Epstein Epstein file. Yeye mwenye aliahidi kwenye kampeni zake kwamba nikishinda urais nitaachia Epstein file. File zote nitaziachia. Acha hizi ambazo zimeshatoka tunazoambiwa zaidi zinafika milioni tatu. Kuna nyingine zaidi ya hizo ambazo yeye aliahidi kabisa, alisema kwamba akipata tu urais ataziachia. Lakini sasa hivi analikimbia hilo swali. Kwa hiyo hapo moja kwa moja Israel wao tayari wana ushahidi mwingi sana wa watu wengi sana, achana na hao, achana na Donald Trump kama huyo mwana wa mfalme. Kuna jamaa anaitwa Anil Ambani ni bilionea mkubwa India. Haya, kuna mtu kama Elon Musk. Tunajua Elon Musk vitu ambavyo anamiliki na ubilionea. Elon Musk sasa hivi ndio bilionea duniani. Haya, kuna Mark Mark Zuckerberg ambaye ndio mmiliki wa mitandao ya Facebook na Instagram yupo pia, na picha zake zipo. Kwa hiyo kuna kuna watu wengi, kuna viongozi wengi wengi wengi wengi sana. Kwa hiyo wa wao wa wataweza kuwashika na kuwapeleka wanavyotaka wao, ili mradi wa kuhatisha kwamba tutatoa hivi vitu ambavyo tupo navyo. Kwa hiyo moja kwa moja Mossad wataweza kuikontrol Marekani kama unavyoona sasa hivi walivomtia kiwewe Trump, na ukimtia kiwewe Trump, ukikontrol Marekani, maana yake wewe ndio unakuwa rais, wewe kuitawala dunia sasa. Na sio Trump peke yake kama hivyo ambavyo watu wengine kwenye nchi tofauti wapo wengi ambao wameonekana kule, ina maana wao ndo wana hivyo wana hivyo ushahidi wote wanao, picha na video nyingi wanakwambia, wanazo zaidi ya hizo. Kwa hiyo ukibisha kwenda nao sawa, wao wana release nyingine. Kwa hiyo hapo wewe itabidi ufuate wao wanavyotaka, ili bado wewe usizalilike. Kwa hiyo wao wataendelea kukushikilia wewe, watakupeleka yaani, wewe utaenda wanavyotaka wao. Mtu kama rais mstaafu wa Marekani Bill Clinton mke wake Hillary Clinton, wao wamesema wataenda kutoa ushahidi mbele ya mbele ya bunge, wataenda kutoa ushahidi mbele ya bunge. Wao walipigwa picha, picha zake zilipigwa kwenye miaka ya tisini mpaka elfu mbili, ndio alipigwa picha na zile video. Hizi video unazoziona na picha, alipigwa akiwa hiyo miaka ya tisini, kipindi hicho bado yupo kwenye uongozi. Kwao ni vile ambavyo wao wanakukamata na, na kukupeleka wanavyotaka wao na na kwa nini nimesema Clinton anaenda kujielezea kwenye, kwenye bunge la Marekani, kwa sababu bunge la Marekani ndo limepitisha mwaka jana mwaka 2025 mwezi wa 11 wabunge ndo walipitisha sheria kwamba faili za Epstein ziwekwe wazi, ziwekwe wazi, watu wote, wananchi wote waweze kuziona na kujua nini kilichopo kwenye hao mafaili ya Epstein. Sasa, bwana Jeffrey Epstein, baada ya kuanzisha kampuni yake ambayo alikuwa anadili na kwa kuwapigia mahesabu na kuwahifadhia hela zao mabilionea. Kwa muda mfupi sana, Epstein alifanikiwa kununua kisiwa, alinunua kisiwa ambacho alikiita Little Saint James. Hiki kisiwa ambacho nakiona sasa hivi kimekaa hapo, kimetelekezwa, sio kimetelekezwa, obviously kina walinzi, kinalindwa, kimewekwa ruhusi mtu kuingia ni sehemu ya kifahari kabisa, lakini ukiangalia ndani yake vitu ambavyo, kuna viti ambavyo vimetengenezwa vime, vime kwa ngozi ya binadamu, na kuna baadhi ya urembo mwingi sana ambao umetumika wa kutumia vitu vya binadamu. Sasa basi, kwenye hiki kisiwa ndo kumeleta mabara yote alichokuwa anafanya bwana Jeffrey Epstein. Na, ana, ana, anawalaghai anaiba, ana watoto wanaiba watoto sometimes wanakuja nchi kama za Afrika, wanakuja wanasema wanachukua watoto wanaenda kuwasomesha. Wanafanyaje? Nchi kama Kenya imetajwa kwenye hizi report, imetajwa Tanzania, imetajwa lakini Tanzania imetajwa kama njia walikuwa wanapita Tanzania, kama njia walipita. Lakini Kenya Mombasa, kuna sehemu ambako walikuwa ndo wanaweka kambi yao ya kukusanya watoto, sasa chini ya miaka tisa, sita, mitano hadi mwaka mmoja. Na kuna time walikuwa wanaiba watoto ambao wamezaliwa kabla bado hawajatengenezewa kadi o. Wakishawachukua sehemu mbalimbali, hata Marekani, unajua Marekani ndio nchi ambayo anaongoza kwa watoto kupotea kwa siku o, walikuwa wakifika kule sasa, ndo wanaangalia wepo wanaokunywa damu, wepo wanawatoa kafara, wengine walikuwa wanawafanya wana, wana, wana kama vile sehemu ya michezo wanalengea shabaha kama ana mchezo wa darts paleo, na vishale yule wanamsimamisha pale, yeye ndo anakuwa analenga, kikikosea kupiga kwenye dati kinamchoma yeye. Au wanacheza mchezo wa risasi, wanawasimamisha mbele pale, wakikosea kupiga nampiga yeye. Na kafara zao nyingine walikuwa wanazifanya hivyo. nakula nyama za watu ndio walikuwa wanakula huko. Sasa na wanakunywa damu za watu, fresh blood. Ameonekana Bill Gates kwenye hizi document, Bill Gates alikuwa akiongea na Epstein kuhusiana na covid 19 ilikuwa ni mwaka mwaka elfu mbili na kumi na ngapi hapo kati, yaani bado hata hatuna hatuna hatujui kama kuna covid itakuja, lakini wao walikuwa tayari wanajua kwamba kuna covid covid-19 itakuja kwao. Kuna baadhi ya magonjwa pia inawezekana kabisa ni wao ambao wameyaanzisha na kuyaleta, lakini pia vile vile walikuwa wanachukua mamisi ni mashindano ya mamisi ya, wanachukua mamisi, wanawapeleka kule na nini, wanaenda kula nao bata. Eh, wao wenyewe pia walikuwapo na shindano lao la watoto wa, wa, wa miaka 16 wanawaleta, wanawaeka kama hiyo video inavyokuonyesha hapo Donald Trump yupo kama jaji. Kwa hiyo wanakaa na waangalia watoto chini ya miaka 16 wakiwa wanapita mbele kama mamisi. Jeffrey Epstein alifariki tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2019 lakini mwaka elfu mbili na nane aliwahi kukamatwa Florida, lakini akaweka makubaliano na na na mahakama. Kitu ambacho kimekuja kutoka sasa hivi pia kinashangaza watu ni kwamba jamaa kwa alikuwa anatumia masaa mengi zaidi kukaa nje ya jela kuliko jela, yaani alikuwa anakaa muda mwingi zaidi nje ya jela kuliko jela, kwa malipo alikuwa analipa O, ni kama vile jamaa alikuwa akai jela kwa sababu ndo kama hivyo. Kuna mabilionea nyuma yake, kuna watu kibao wakubwa nyuma yake, kuna marais nyuma yake, kwa hiyo uwezi, uwezi ukamnyanyasa, alikuwa na uhakika eh. O, alipokuja ukamatwa mwaka 2019 kabla kesi yake haijaanza kusikilizwa, wakati kesi yake kabla haijaanza kusikilizwa, jamaa akiwa maabusu kwenye gereza la Metropolitan New York akaonekana amefariki na wanasema kwamba amejiua mwenyewe, amejinyonga. Lakini wakati kifo chake kinatokea, kulikuwa walinzi walikuwa wamelala na kamera zilikuwa zimezimwa. Nani alifanya hivyo? Haijulikani na kukumbusha. Lakini hapo mwanzo nilikwambia jamani, Mossad yaani, maana yake ni jasusi yupo kwa kazi maalum watu wa conspiracy theory wana raise hoja kwamba jamaa hajafia mahabusu wala jamaa hajauliwa, ila jamaa ame escape na amerudi zake Israeli, na wanasema yupo Israeli, na kuna baadhi ya picha alipigwa barabarani mtu ambaye anafananishwa na yeye Israeli. Lakini pia jamaa wanasema picha ambayo inaonekana ya jela ambayo jamaa amejiua akiwa jela, yule ambaye amejiua akiwa jela hana tatuo, lakini ukimwangalia Jeffrey Epstein alikuwa na tatuu, kwa maana anakuambia kwamba yule sie aliyekufa. Kwa hiyo wapo sasa, kila mtu anabaki na majibu yake kichwani. Kwenye episode zinazofuata, itakuja kukuelezea na jinsi ya kukufahamisha jinsi ya kuweza kuwatambua hawa watu ambao wanakunywa damu za watu na wanakula nyama za watu, utawatambuaje kama sio viumbe wa kawaida kama sisi? Wapo kwenye episode zijazo, itakuja kukuelezea. Nafikiri leo nimeweza kuelezea kwa lugha rahisi nyepesi kidogo, ambao unaweza kumuelewa Jeffrey Epstein, ambaye anazungumziwa sana sasa hivi. Najua utakuwa umenielewa kwa lugha rahisi na nyepesi zaidi. Wakiendelea kutoa, tutaendelea kutoa, utaendelea kukuletea Epstein file kila watakavyoendelea kutoa na kuletea hapa hapa. Usisahau kusubscribe, comment na kulike. Thank you, I'm out.